Bwana Mwenyezi, wewe ni ngome yangu na kimbilio langu katika kila hatari. Nakushukuru kwa neema yako na upendo wako usiokoma. Leo ninainua moyo wangu kwako, nikiomba ulinzi wako mtakatifu. Nifiche chini ya mabawa yako, unilinde na kila nguvu ya giza, inayoonekana na isiyoonekana. Nguvu zako na zininuke kama moto unaonizunguka, zikiulinda moyo wangu, mwili wangu na roho yangu. Bwana Yesu Kristo, wewe ulishinda kifo na shetani, na kwa damu yako mimi nimetakaswa. Nifundishe kusimama imara katika imani wakati majaribu yanapokuja. Roho wako Mtakatifu na anipe hekima na utambuzi, nisidanganywe na hila za adui ajifanyaye malaika wa nuru. Nipe amani inayozidi akili yote na nguvu za kuchagua mema hata ninapokuwa dhaifu. Baba wa Mbinguni, funika familia yangu, nyumba yangu na njia zangu kwa ulinzi wako wa mbinguni. Malaika wako na wasimame karibu nami, ili hakuna uovu utakaonidhuru. Nifungue kutoka kwa hofu, kukata tamaa na tamaa za dhambi. Niongoze niishi katika nuru ya Neno lako, na kila hatua yangu iwe ishara ya upendo, imani, na tumaini linalotoka kwako. Nakushukuru, Bwana, kwa uaminifu wako na ahadi zako zisizobadilika. Wewe ndiwe Mchungaji wangu, nami sitahofu chochote. Nifiche chini ya kivuli cha mabawa yako hadi dhoruba ipite. Maisha yangu yote nayatia mikononi mwako, maana Wewe ndiwe Mwokozi wangu, mfalme wangu, na Mungu wangu. Kwa jina la Yesu Kristo, Amina.